Mara ya mwisho wageni ambao tuliwapata wengi walikuwa ni elfu 54, lakini baada ya Royal tu ambayo ilifanyika 2021 wageni waliongezeka, tulipata wageni elfu 53. Eh, filamu ilifanyika 2021, lakini na mpaka sasa hivi tumeshapata wageni elfu 55 kutoka Julai hadi hii Februari. Kwenye upande wa, wa mapato pia. Mapato yaliongezeka sana. Mara ya mwisho tulikusanya mapato kiasi cha mara ya mwisho kabla ya Royal Tour tulikusanya mapato kiasi kama bilioni themanini na moja. Lakini baada ya Royal Tour tukapanda hadi bilioni sabini na tisa. Baada ya corona hapo tunaweza kutapitia corona lakini mwaka wa fedha uliopita tumekusanya bilioni tisini na tatu. Unaweza kuona trend inavyoenda, na sasa hivi kuanzia Julai hadi sasa tumeshakusanya bilioni 92. Kwa hiyo mpaka tufike Juni tutakuwa tumeshafika bilioni 95. Majaro, mikakati yetu mikubwa ni kuimarisha miundombinu ya utalii. Kwa sasa tunaendelea na ujenzi wa malazi ya wageni kituo cha Horombo uh, ambacho tunategemea kulaza wageni 96 na mwaka ujao wa fedha tunaongeza malazi ya wageni katika vituo vingine ambacho tuna kituo cha Kibo, tuna kituo cha Mandara na ile tunaongeza uh, malazi yale ambayo ni ya wageni maarufu, sijui niseme VIP. Uh, kwa hiyo utaona kabisa kwamba na sisi tunaweka huo mkakati, lakini tuna mkakati wa kuongeza uh, maji pia, kupandisha maji mlimani kwa sababu uh, ukipanda vituo vingi vya mlimani kule juu ni jangwa kabisa. Huo wa kusogeza nishati hasa ya umeme Uh, vituo vya mlimani lakini kwa kuanzia mfano mwaka ujao wa fedha tutaongeza tutaweka umeme katika vituo vingine hasa haya malango ambayo ndio tunatumia zaidi ku, ku, kukusanya mapato. Kwa hiyo mwaka ujao wa fedha kuna malango mawili, lakini pia uh, tulishashirikiana na Tanesco na walishafanya survey na gharama zipo. Ni kwamba tunaenda kwa awamu, lakini tutegemee kwamba baada ya muda miaka miwili tutaweza kupandisha uh, umeme kule mlimani, hasa ukizingatia miundo mbinu lazima iendane na na mazingira na hali ya hewa, kwa sababu tunafahamu hali ya hewa ya mlimani ni ngumu kidogo. Kwa hiyo wenzetu wa shirika la Tanesco walishatusaidia kufanya hasa kwa njia ya Marangu, lakini baadaye na kuona namna nzuri ambayo wataweza kufikisha umeme kule juu.